Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni mashirima Kapombe. Viongozi wa Kenya Kwanza katika kaunti ya Trans Nzoia wamewataka wanasiasa wa upinzani kusitisha siasa za mapema, wakisema zinakwamisha maendeleo na kuchanganya wananchi. Wamesema taifa linahitaji mshikamano na si mivutano ya kisiasa, na kwamba upinzani unapaswa kutoa hoja za kujenga kwa heshima badala ya kuandaa maandamano yasiyo na mpangilio. Aidha, wamewahimiza vijana kuepuka kutumia, kutumiwa kuzua vurugu. Colin Shitebai anatueleza zaidi. Viongozi hawa wanasema kwamba wakati umefika kwa uongozi wa upinzani kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba miradi ya serikali inatekelezwa huku wakingoja wakati wa uchaguzi mwaka elfu mbili ishirini na saba. Hatuwezi kufanya siasa kila siku Ninyi mnataka siasa ama maendeleo? Wale wanakuja kusumbua wakifanya siasa, kuna uchaguzi inafanywa leo, kuna uchaguzi inafanywa mwaka kesho. Sisi tunasema watu wawache kelele, serikali ifanye kazi. Scorecard ya serikali itawekwa mezani 2026 tukiapproach 2027 kwa siasa, ili tuweze kujua kama hii serikali ilifanya kazi ama haikufanya kazi. Huyu Ruto huyu ameshika miaka miwili shai inafanya affordable house inafanya saizi Ruta anajaribu kubadilisha maisha, bei ya, bei ya, bei ya mbolea imeshuka, ameajiri uh, uh, uh, 46,000 teachers. Leo hii Ruta amefanya kitu naitwa kasi, uh, kasi mtaani. Aidha, wanatoa wito kwa vijana katika taifa hili haswa katika kaunti ya Trans Nzoia kutotumika katika masuala ya kisiasa, kwani huenda wakajipata pabaya kisheria. Wacha kuwa na hasira sana, akochoma taifa la Kenya. Na mimi nataka nataka nimueleza vijana wetu, hamjui maana ya amani, enda Kongo ni utajua maana ya amani, enda Southern Sudan utajua maana ya amani. Tafadhali naomba vijana wetu tuaje kutumika na viongozi ambao wanataka kutumia nyinyi waingie katika uongozi. Ndio kauli ya viongozi huku wakitoa wito wa amani baina ya wakazi wanaoishi katika kaunti ya Trans Nzoia kuhakikisha wanaishi pamoja bila kuingizwa katika joto la kisiasa baina ya serikali na upinzani. Kutoka kwangu hapa katika kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai, mashirika ya